Baada ya Lidya kumwambia Bavon kuwa siku hiyo ametoka kazini mapema na kwenda hospitali maana alikuwa hajisiki vizuri, Bavon alimwambia Lidya kuwa, o, pole sana mke wangu, unaumwa nini tena? Si unge niambia ili nije nikuchukue kazini na kukupeleka hospitali Usijali, Bavon. Na pia sikukwambia kwa sababu muda huo ulikuwa ni muda wa kazi na wewe ulikuwa kazini, hivyo sikutaka kukusumbua. si unajua tena kazi za watu okk okay, okay, ila siku nyingine niambie tu, halafu nitajua mimi mwenyewe ni ni cha kufanya, na kama itashindikana kukupeleka hospitali basi nitakuambia kuliko kwenda mwenyewe hospitali. Sweetheart, si unajua kuwa mimi ni

Eti wamesema nina mimba Lidya, najua kuwa huwa tunataniana sana, ila kuwa hili tafadhali, naomba weka utani pembeni, naomba uniambie ukweli. Kweli sikutani? Bavon, ndio hivyo walivyoniambia. Yes Lidya, nakuja sasa hivi. Yaani muda huu huu mm? Bavon hapana bwana, haina haja ya kusumbuka kuja usiku wote huu maana sasa hivi ni saa tatu ya usiku na mpaka ufike hapa nyumbani kwetu si itakuwa ni usiku mwingi? Ok mke wangu, mama wa watoto wange, bosi, nitakuja kesho asubuhi kabla sijaenda kazini, nitapita nikusalimia, halafu ndio niende kazini, mrembo wange. Ok sweetheart, ila mimi nilikuwa na wazo. Wazo gani tena hilo, mrembo wangeu? Mimi nilikuwa naomba kama itawezekana, kesho kama utakuwa na nafasi asubuhi, utakavyokuja kunisalimia kama ulivyosema, nitaomba unipeleke tena hospitali nyingine kabisa, ili nikapime tena, usikute hii mimba yangu ni mimba hewa. Maana tangu lini mtu aliyekuwa anajulikana kama mgumba, sijui tasa akapata mimba? Lidya, mrembo wangu, hospitali hawawezi kukosea vipimo. Mara nyingi linapokuja swala la ugonjwa au afya ya mtu, wanakuwa makini sana, ila kama unataka kwenda kupima tena ili ujiridhishe, sawa. Maana malkia wangu, ukishasema mimi ni nani nikatae? Ok Bavon, naona tumeongea karibu ya masaa mawili, naomba nipumzike sasa, kwani nimechoka sana leo. Ok Lidya wangu, usiku mwema, ulale unono. Asante Bavon.